Wa kuambia watu wengine ya kwamba sisi si wafala, sisi watoto nyinyi. Mmeshiba, mmejipanga mambo yenu, mmekuwa watu wa kabila, watu bila mpangilio, kwa kujaribu kucheza kuchoma Kenya, na kwa sababu nyinyi mlifukuzwa kazi, mlifutwa kazi, hauko kazi, you unakuja hapa unatwita ati cousins, tuna kuambia, sisi ni watu wa desturi na sisi tunajua kazi zetu ni nani? Mm. We know who our cousins are, na wewe si kazi zetu nyinyi, hata kama ni watu wa kutoka Mount Kenya sisi traditionally Wakamba, watu wa kutoka Mount Kenya si cousins, wanakuanga azoni, wanakuanga in-laws. Huu jamaa wasutikombo aambiwa kwamba we we we are intelligent people, we have have cultures, we have a tradition, na kwamba hiyo kitu anakunywa aachane nayo kwa sababu inampoteza na ametukosea sana, na atuombe msamaha. We are not their cousins, you cannot call your in-laws cousins. Hiyo ni madharau, na amekuja Ukambani na amedharau kabila ya wakamba sana kututeremsha kutuita cousins. Hiyo ni madharau kubwa sana kabisa. atamwambia kwamba hata kama Kalonzo Musyoka amenyenyekea na namna gani. Amvute kando kidogo, amwambia si ndio, sisi hatufati hiyo mambo. Hiyo madharau yake o